Eh. Naam, ni mwenyekiti eh, mwenyekiti wa Simba Mangungu akiwa anaongea hapa. Achana, achana. Ah, unajua kuzungumza hapa, unajua siwezi kuzungumza katika kelele namna hii. Nawashukuru sana. Naam, ni mwenyekiti wa Simba huyo Mangungu akiwa anatolewa. Eh, mwenyekiti wa Simba Mangungu anataka kunipiga. Naam, ni mwenyekiti huyo Mangungu. E, mwenyekiti wa Simba e, ni mwenyekiti wa Simba huyo Mangungu. E, mwenyekiti wa Simba Mangungu huyo, ambaye yuko hapa, kuna tafaruku hapa e, E, mwenyekiti huyo wa Simba Mangungu huyu hapo e, mwenyekiti wa Simba Mangungu ni tafaruko kweli kweli. Mashabiki hapa wakionekana kuleta mtafaruko hapa akimba kwamba e, hawamtaki mm, mwenyekiti huyo wa Simba Mangungu e, kukuwa kuna tafaruko hapa kidogo, baadhi ya mashabiki wa Simba e, ikitokea vurumai kwelikweli ee, mti wa Simba Mangungu akiwa anatulizwa hapa. Hiki ee, ndio ambacho kinatokea hapa mara baada ya dakika ee, tisini. Huyu hapa mwenyekiti Mangungu ee, mwenyekiti Mangungu huyu hapo ni tafurahi kwelikweli mm. Multazar Mangungu mwenyekiti iwa anatoka Mangu. Mangu. Eh, mwenyekiti wa Simba Mangungu, mashabiki wameonekana kuleta vurugu kwelikweli leo. Mm, lakini huyu hapo mwenyekiti anakwenda na anatoka kama ambavyo anavyoonekana, mwenyekiti Mangungu eh, huyu akiwa amezungukwa kabisa na ulinzi safi kabisa, hakuna matata eh. Eh, mwenyekiti Mangungu huyu hapo mwenyekiti mm. Multazar Mangungu akiwa na kwa kwelikweli. Na sasa ameingia katika gari, Mangungu ameingia katika gari e, kuweza kuondoka e, gari lake hilo hapo na njia inasafishwa ili aweze kutoka mwenyekiti mzee Murtaza e, Mangungu e, mambo yalikuwa ni moto kweli kweli. Mambo yalikuwa ni hatari kweli kweli. Ilikuwa e. hmm. ni ngumu kweli kweli. Vurugu zilikuwa ni kali kweli kweli, e, mtafaruku ambao umetokea dakika chache hivi mashabiki wa Simba ukiwa pembeni, lakini tayari amefanikiwa kuingia katika gari mwenyekiti mzee Mangungu, lakini hmm. Tunaumia, tunatoa pesa yetu ni ndogo mno, pesa yetu ni ndogo, tunaumia. Saa mimi mtoto wa kimaskini, kiachago shilingi elfu tano kwa siku.